Changamoto ya madonda ya tumbo ni moja ya changamoto ambayo kwa sasa imekuwa kubwa sana na imekuwa ikiongezeka kila kukicha, na sababu kubwa ikiwa ni mfumo wa maisha ambayo tunaishi katika zama tulizonazo. Imefikia hatua ukiwa hauna madonda ya tumbo katika zama tulizonazo, unaonekana ni mtu wa kipekee sana na ni mtu uliyebarikiwa kutokana na kuenea kwa changamoto hii. Anyways, madonda ya tumbo ni miongoni mwa visababishi vikubwa sana vya upungufu wa nguvu za kiume, lakini kwa masikitiko makubwa ni kwamba wanaume wengi hawafahamu kama madonda ya tumbo yanasababisha upungufu wa nguvu za kiume. Ndiyo maana unaweza kukuta mtu kilichomsababishia yeye upungufu wa nguvu za kiume ni madonda ya tumbo, lakini unakuta anatibu upungufu wa nguvu za kiume na anasahau kwamba kilichomsababishia yeye kukosa nguvu za kiume ni hayo madonda ya tumbo na ilimpasa atibu kwanza madonda ya tumbo, ndiyo aje kutibu upungufu wa nguvu za kiume. Karibu sana katika masomo yetu ya kila siku. Mwandaji wa somo hili ni Dr. Rajabu Mpangalala, mimi ni Thomas Mwita. Ili kuwa wa kwanza kupata masomo kama haya kila wiki, basi hakikisha una subscribe channel hii. Sasa Hebu tuingie moja kwa moja katika kuona ni kwa namna gani madonda ya tumbo yanaweza kusababisha upungufu wa nguvu za kiume. Jambo la kwanza unalopaswa kufahamu, madonda ya tumbo husababisha upungufu wa nguvu za kiume kwa sababu huathiri mtiririko wa damu kwenye eneo la dhakari. Hii ni kwa sababu kuta za tumbo zina muunganiko na mishipa ya damu ambayo huingia kwenye eneo la nyonga ambapo hutoa damu kupeleka kwenye uume. Muunganiko huu ukivurugika kutokana na kuwepo kwa vidonda vya tumbo hupelekea kuzuia mtiririko mzuri wa damu kuelekea kwenye uume na hivyo kusababisha tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Na kama tunavyojua, mtiririko wa damu ndio kila kitu katika kufanya uume usimame vizuri na tendo la ndoa lifanyike vizuri na kwa ufanisi. Utafiti umeonyesha kuwa vidonda vya tumbo husababisha upungufu wa nguvu za kiume. Kwa sababu ya kuathiri kwake utengenezwaji wa nitric oxide. Kemikali ya nitric oxide ni kemikali ambayo ni muhimu sana katika kutanua mishipa ya damu na kuboresha mzunguko wa damu. Sasa itakapoharibiwa kutokana na uwepo wa madonda ya tumbo, moja kwa moja damu haitotembea vizuri katika mwili na hivyo kupelekea upungufu wa nguvu za kiume. Lakini sio hivyo tu. Uzalishwaji hafifu wa nitric oxide unaweza kupelekea pia kuathirika kwa afya ya tezi dume na uzalishwaji wa manii kwa ujumla. Sababu nyingine ni dawa za hospitali za kutibu madonda ya tumbo. Baadhi ya dawa hizi za hospitali huathiri nguvu za kiume kutokana na kuwa dawa hizi huingiliana na utengenezwaji wa nitric oxide ambayo husaidia kutanua mishipa ya damu na kuboresha mtiririko wa damu kwenye uume. Hii inaweza kupelekea uume kusimama kwa shida au kuwa mlegevu. Mwisho kabisa, madonda ya tumbo ni chanzo kikubwa cha stress na kumfanya mtu ajisikie vibaya. Kama tunavyojua, miongoni mwa visababishi vikubwa vya madonda ya tumbo ni msongo wa mawazo, kwa maana kwamba mtu mwenye msongo wa mawazo yupo hatarini kupata madonda ya tumbo. Sasa unapokuwa katika msongo wa mawazo, ujue kwamba na nguvu za kiume zitapotea muda sio mrefu. Lakini vilevile vile, Madonda ya tumbo humfanya mtu ajisikie vibaya kutokana na maumivu ya tumbo, kukosa choo na kadhalika na hivyo kumfanya mtu apoteze hisia za tendo la ndoa kutokana na hali hizo. By the way, sio kila mwenye madonda ya tumbo ana upungufu wa nguvu za kiume. Mtu anaweza akawa na madonda ya tumbo na akapiga show vizuri tu, lakini asipochukua hatua mapema kushughulikia ugonjwa huo ni lazima baada ya muda mfupi atakumbana na changamoto katika kushiriki tendo la ndoa. Miongoni mwa dalili kwamba mtu na madonda ya tumbo ni kama maumivu ya tumbo na mgongo, tumbo kujaa gesi, choo kigumu au kuharisha, kichefuchefu na kutapika, kupoteza hamu ya kula, damu katika kinyesi, pamoja na kiungulia. Ukiona una zaidi ya dalili mbili katika hizo, basi ujue kwa asilimia kubwa una changamoto ya madonda ya tumbo na kama utataka kutibu upungufu wa nguvu za kiume na kushauri uanze kwa kutibu magonjwa ya tumbo, kisha baada ya hapo ndio utibu upungufu wa nguvu za kiume. Hivyo basi, kama ungependa Dr. Rajabu akusaidie njia nzuri ya namna gani unaweza kuondokana na changamoto hizi mbili yaani, madonda ya tumbo na upungufu wa nguvu za kiume, basi unaweza kuwasiliana naye kwa namba 067809 4602 narudia, 0678094602 wasiliana na Dkt. Rajabu leo na atakushauri nini utumie ili kuondokana na changamoto hizi. Mpaka wakati mwingine, see you on the bed.